A naibu waziri, tunakushukuru sana kwa kujumuika nasi uh, ukiambatana na mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mheshimiwa Barozi ambaye unaiwakilisha Tanzania hapa nchini, lakini pia mheshimiwa mbunge wa Morogoro kusini mashariki ambaye umewakilisha wabunge wengine ambao pia hawakuweza kufika humu ndani, lakini tumeungana nao tutoe shukrani za dhati sana kwa niaba ya Simba, sisi tunakushukuru sana tunakushukuru sana, mmeweza kuungana na sisi, lakini naomba uh, kwa kipekee shukrani za dhati zimwendee mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, imani yake na dhamira yake na anachotoa anatoa kwa moyo mkunjufu ndio maana tunafikia katika hii hatua ya mafanikio, kwa hiyo tunashukuru sana lakini, mheshimiwa waziri, hili litakuwa ni la na mimi naomba nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa watanzania wanaoishi hapa Afrika Kusini. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana kuamini kwamba tunacheza mechi tukiwa nje ya Tanzania, lakini wameondoa tofauti za mapenzi ya vilabu vya nyumbani wao wakaweka Utanzania kwanza. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini waandishi wetu ambao tumeungana nao, Mheshimiwa waziri, wengi hapa wametumia wame gharama zao wao wenyewe ama vyombo ambavyo wanaviwakilisha. Kwa hiyo naweza nisipate nafasi tena ya kusema, nitoe shukrani za dhati kabisa. Mchezo huu umeripotiwa kuanzia sekunde ya kwanza mpaka sekunde ya mwisho, tangu timu haijafika mpaka imefika na mpaka sasa tumemaliza mchezo. Mimi na wachezaji ya kwetu tutaenda kuyazungumza huko, lakini kwa sasa nikupe fursa wewe na viongozi wenzio, kama kuna neno ambalo mnataka kulitoa basi niwape nafasi mweze kuzungumza. Karibu sana Masa.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 Tuache figisukifigisu figisu, tuombeane Mungu. Hii ni kwa ajili ya Tanzania. Hii ni operation ya nchi, lakini hali kadhalika ni wapongezi sana Simba. Tunafahamu sisi kwamba um